E, tumejenga kivuko pale kwa danga kuunganisha kwa dada yetu Jusi ambayo inaunganisha pale kwenye soko la Njoro. Tumejenga kivuko cha kisasa kabisa pale mm -hmm. cha miguu lakini tumeweka zile zinaitwa H-beam chini na pamoja na mbao mm -hmm. na tumekijenga kimekuwa ni bora zaidi e, wakati huo tumekwenda pale kwenye ubalozi wa Nuu Msuya. Mm -hmm. Wananchi wakishirikiana na ubalozi huu wa Nuru Msuya wakiongozwa na balozi yule, wameweza kuchanga fedha na kujenga kivuko kingine pale ambacho kinaunganisha tena kata ya Miembeni na kata ya Njoro mm -hmm. tumejua pia wananchi wetu wengi ambao wanakaa pale Malenga na kadhalika wanataka kuvuka kwenda railway mm -hmm. kuna kivuko pale tana. pale mtaa wa, wa Malenga kimejengwa kwa fedha za mfuko wa jimbo kwa mm -hmm. maana hiyo tumeweza kujenga vivuko vya kisasa vizuri ambavyo vilishindikana kwa kipindi kirefu, kuanzia nikiwa mdogo nikiwa ninasoma madrasa huku Njoro eh, nilikuwa ninashindwa yeah, kuja kipindi cha ms, ms, msimu wa mvua Njoro kwa sababu ya, ya vivuko vile, lakini hivyo hivyo tumeweza kufanya mengi makubwa kwenye kata ya Miembeni ikiwemo ikiwemo kujenga madarasa sawa. E, tumejenga madarasa yale ya Mama Samia, tumejenga yale madarasa ya uviko kwenye shule yetu ya sekondari ya JK Nyerere, pia shule yetu ya msingi Miembeni pamoja na mji mpya e, kulikuwa kuna uhaba pia wa madawati, tumeweza kuyaweka, yamekuwa sawa. Lakini wakati huo tumeweza kujenga maabara ya kemia pale kwenye shule ya sekondari pamoja pamoja na fizikia mm -hmm. E, kwa kuwapendelea zaidi Dio. wananchi e. wanaoishi kata ya Miembeni Dio. tumeweza kujenga barabara ya kiwango cha lami ambayo haikuwahi kuwepo e. toka kuumbwa kwa dunia hii kwenye uh -huh. kata ya Miembeni ambapo kata ya Miembeni nikiongelea Dio. ninaiongelea kata ambayo imezaliwa kutoka kwenye kata ya Majengo Sawa. Yani, kata ya Majengo na kata ya Miembeni ilikuwa ni kata moja, lakini toka kuzaliwa kwa kata ya Miembeni au toka kuumbwa kwa dunia hii kata ya Miembeni haikuwahi kuiona lami uh -huh. Kwa kipindi changu tumekwenda kujenga lami pale kutoka kwa maposho kuelekea shule ya msingi Miembeni mita 250 mara ya kwanza kuingia tu madarakani mwaka wangu, eh, mwaka wangu wa pili eh. tukajenga tena nyingine kutoka hapo mpaka kwenye kuta za kufuturi mm -hmm. japo na changamoto zake zilizojitokeza wananchi kujenga barabarani na nini, na na tuliweza kuwapa elimu na kuomba, eh, kiwanda cha kufuturi mm -hmm. ambacho kinamilikiwa na, na vyama vya ushirika mm -hmm. E, walimaji wa kahawa wa mkoa wetu wa Kilimanjaro wana kota zao pale, tuliweza kuomba barabara ile ipite na wakakubali kutupa mita mita 4 na wananchi wakachangia mita mbili zikawa mm -hmm. mita kumi barabara ikapita barabara ikapita yenye mitaro uh -huh. na barabara ambapo kule kwenye kona kote tukaenda kupanyosha. uh -huh. Wakati huo mwaka wangu wa pili nikapeleka barabara mpaka pale kwenye kota za kufuri Mwaka wangu wa tatu mm -hmm. nikaitoa barabara ya lami mm -hmm. kutoka sehemu moja inaitwa Konaba mm -hmm. kwenye mtaa ambao unaunganisha mtaa wa Mji Mwema na Miembeni mm -hmm. mitaa mm hiyo -hmm. tukatoka Konaba mpaka kwenye ofisi ya wapinzani wetu wa jadian Chadema mm -hmm. tukawapelekea barabara ya lami pale mm -hmm. kwenye ofisi yao ya kata, mm -hmm. lakini hatukuishia hapo. Mwaka wangu wa nne huo, eh, ulioisha hapa juzi ndio tumetoka pale kwenye ofisi za wapinzani wetu wa jadi tukayapelekea mpaka kwenye makaburi pale, kwa ajili ya kuwahudumia wananchi ambao wanatoka kwenye me, kata ya mji mpya, kata ya majengo, kata za ng'ambo pamoja na kata ya Msaranga wanaokuja kuzika kwenye makaburi ambayo ni almashauri. Wakati huo huo, kumbuka kwamba kata hizi za pembezoni zote zilisahulika kwa kipindi kirefu sana, lakini ilani ya Chama cha Mapinduzi ilisema twende tukaziangalie kwa jicho la huruma kata ambazo ziko pembezoni mwa miji yetu hii. Nadhani mnajua kata ya Miembeni imeunganika pamoja na ule msitu wa Njoro ndio. E, ambao kwa sasa nadhani mnajua utalii kiwemo ule utalii waendesha hmm. kwa baskeli na kadhalika unafanyika kule utalii wa ndani, na kata ya Miembeni imejaliwa baadhi ya vivutio vingi sawa. E, ndio kata pekee hmm. yenye fursa. yenye fursa za kuwaona popo wenye ukubwa wa kilo moja mpaka kilo moja na nusu e? Miembeni, Miembeni. Yaani wale wakubwa kabisa, yeah. m mm -hmm. wanapatikana Zanzibar na Moshi, wanapatikana Tanzania bara, wanapatikana hapo Miembeni. Sasa, kwa hii fursa ambayo umeitaja ukasema ni fursa ya utalii wa ndani, je, kwa kipindi chako hiki cha miaka minne tuseme mm -hmm. miaka minne kuelekea mwaka wa katika fursa hizo ni zimeweza kuchangia uh, kiasi gani labda cha mapato katika kata yako? Pia hayo yote ni kwamba, kwanza kabisa, inapokuja changamoto inakuja na fursa ndani yake. Ndio wananchi wa Miembeni, kwa kifupi mm, Kiomo, mtaa wa Arabi pamoja na Miembeni, ndio hawawataki wale popo kwa sababu ni waharibifu. uh -huh. Lakini tunataka kugeuza e, changamoto kwa nini fursa kwa fursa hii. Wakati tunataka kuigeuza changamoto kwa fursa, tumeshawasiliana na ndugu zetu wa Mweka Wildlife mm-hmm ili waweze kutuletea wataalamu mm -hmm. Waje watuambie madhara ya wale popo mm. na faida za wale popo mm. Umeelewa? Yuko mtaalamu wetu mmoja hapo almashauri anaitwa Uhuru Mwembe. Sawa eh. E, ni mtaalamu wa swala la, la, la wanyama pori wa wanyama pamoja na mazingira. Alituambia hawa popo kihistoria, miaka mia tano iliyopita huko nyuma, yalikuwa yale ni makazi yao. ah. Kwa maana hiyo huwezi waondoa pale kwa ni kama wananchi waliofuata wale popo. yeah. Hiyo kipindi kidogo hichi cha miaka eh, ya katikati hapo nadhani 100 150. Wananchi waliamua kukaa pale bila kujua yale ni makazi ya wale popo. Lakini yote hayo ni kwa sababu ya mambo ya, ya wataalamu wetu. Unajua mambo ya kitaalamu huwezi bishana na watu ambao, wala huwezi kuyapinga. Mm. Watu ambao wamefanya research za kutosha mm-hmm na wamesomea mambo hayo. Sawa. Eh, tuendelee kuongelea masuala ya maendeleo kwenye kata ya Miembeni. Uh-huh. Kata ya Membeni ndio haikuwahi kuwa na ofisi ya kata, sio? Umeelewa? yeah. Sawa, haikuwahi kuwa na ofisi ya kata kwa kipindi changu cha miaka yangu minne kuimalizia miaka mitano, tumeweza kujenga ofisi ya kata kwa siku kumi na nne tukamaliza. hmm? kumi uh -huh. na nne tu siku 14 peke yake na anayebisha twende nikamwonyeshe mm -hmm. na mkandarasi aliyojenga mkamuone na pia muone mm -hmm. ofisi yenyewe iliyojengwa kwa kipindi kidogo. Sawa e, tumejenga ofisi ya kata ya kisasa ndio sasa. Kwa hivi sasa halmashauri manispaa ya Moshi iko kwenye mpango wa kutuingizia milioni 41 kwa ajili ya kuifanyia ma, ma, ma, eh kuifanyia nini, uh, some eh, finishing, uh, finishing ama au kum, yani, kuhitimisha kumalizia kukamilisha ujenzi, lakini wakati wote tukiongelea Miembeni Yo kata pekee kwenye mkoa wa Kilimanjaro, ukipata janga la moto, unapiga simu kata ya Miembeni, ukutana na faya. Ndio hiyo kata ya Miembeni yani, yeah, pale ndo iko ofisi ya ndani, iko kiwanja namba 145 kinachomilikiwa na kata. Kwa hiyo wao wako pale fire, na hivi sasa ninavyokuambia, ule mjidada wa Tubrigen Mm -hmm. Umetuletea faya mpya pale yeah. Alafu serikali inayoongozwa na mama yetu Samia Suluhu Hassan wametuletea mm -hmm. faya mpya pale. Kwa sasa hivi tunazo faya mpya mbili, mbili sasa. zote zinapatikana zinapatikana pale, alafu ziko zile faya za zamani ziko mbili nyingine, kwa hiyo mm -hmm. ziko faya nne mm -hmm. kwa hiyo unapotokea janga la moto ambalo lilikumba almashauri yetu kwa kipindi cha hivi karibuni, sasa hivi wanavamia mm -hmm. si wanakwenda kuuzima, ah, wanauvamia ndani ya dakika chache wanamaliza. mm -hmm. na niwasi, niwa, niwapongeze sana, sana, sana hawa hii jeshi letu la, la zima moto mm -hmm. kwa kazi kubwa wanayoifanya moja. Hivi karibuni kwenye kata ya Miembeni kulitokea moto, moto mkubwa kweli mm -hmm. tena uliosababishwa na gesi mm -hmm. ni mitungi ya gesi, unavyoambiwa walivyovamia, wananchi walishangaa, walivo, wali, kwanzo, walivyofika eneo la tukio waligeuza kuwa mchana, maana wanazo taa za kisasa mm -hmm kwenye hizo faya mm -hmm. walipageuza pale mahali kwenye tukio kuwa mchana. kwa hiyo mm -hmm. watu wakaonana e, sehemu za, ku, za kuvamia ule moto wakafanya kazi Wapumbana kwa kiwango cha kimataifa mm -hmm. nimsifie sana kaka yangu kamishna mm -hmm. au au na e, mkuu wa jeshi la zimamoto mm -hmm. Kilimanjaro kwa mm -hmm. mm -hmm. kufanya kazi kubwa hii. sasa hivi niwaambie kweli sio kama mioto haitokei mm -hmm. inatokea lakini inavyovamiwa inakuwa inakuwa ni inakuwa inakuwa haina haina haina stori kubwa kwenye kwenye mji wetu. Lakini wakati huo, tukiachana na na hilo, kata ya Miembeni sasa hivi ndio ndio kata ambayo, kwanza, cha kwanza ina mradi mhm mm mradi wa nini? eh, tuna kiwanja pale namba 144. mm hii -hmm. Kiwanja kinamilikiwa na halmashauri ya manispaa ya Moshi, sawa mm -hmm. Japokwa kilikuwa na changamoto kati ya manispaa na reli mm -hmm. Eh sawa. Lakini wakati naingia madarakani, ndio. Eh, tuliwaambia wale wana, wale wale wana, wanaokaa wana pale mm -hmm. Zile fedha zilizokusanywa kwa ajili ya wananchi wa kata ya Miembeni mm hilo? -hmm. Umeona, tuna, tunabuni vyanzo vipya vya mapato, wakati huo kata ya Miembeni nikiongelea kwenye swala sasa labda barabara za kiwango cha changarawe ndio mm, tumeweza kuweka kutengeneza barabara mwarifu barabara inayokwenda msitu mm -hmm. tumejenga kwa kiwango cha changarawe kuna mm -hmm. so. mtaa unaitwa Makutini kule mji Mjimwema mm -hmm. tumeujenga kwa kiwango cha changarawe kilomita 1.98 mm -hmm. tumejenga barabara nyingine ya makaburini kuelekea mashine mm -hmm. kwa alima kwa kiwango cha changarawe tumetoka mm -hmm. tumejenga, tumejenga J.K. Nyerere mm -hmm tumekwenda kujenga mjeuri kwa kiwango yeah. cha changarawe tumetoka huko mm. Hatukumaliza, tumekwenda kufungua barabara mpya mm. nikishirikiana na wenye viti wangu serikali za mitaa wakati uh -huh. naingia madarakani, tumekuta barabara ambazo kwenye mtandao wa TARURA yeah. ni barabara nne pekee yeah, no. hivi sasa ninavyoongea na wewe, tumekwenda kuzitanua barabara, tunazo barabara ishirini na nane kwenye kata ya Miembeni. Yaani hapo kwenye kata ya Miembeni. Nikiongea ni haya wananchi wa Miembeni nadhani sasa mm -hmm. hivi wanaendelea kunipigia makofi. Nimefanya makubwa. Iko pale chuo kikuria nadhani unapajua. Mhm. Mm Sawa. Jua chuo kikuria kuna wananchi walivamia eneo hilo na kujenga kujenga makazi. Ndio. Kwa ajili ya wananchi. Wale wananchi tumewapa elimu. Wamepisha barabara, tumejenga barabara mpya pale na barabara ile imesajiliwa TARURA. Kule kwa Mwalimu Swai kuna wananchi walikuwa waingia manyumbani kwao na magari. Sasa mm. hivi wananchi wanaingia na magari kwenye manyumba yao kwa, kwa sababu ya miundombinu yeah, iliyoboreshwa na TARURA na yote haya ni kwa sababu gani? Ushirikiano ulioko kati ya mbunge na diwani. Ukitaka maendeleo kwenye kata yoyote ile ni lazima kuwe na na ushirikiano, kuwe na teamwork baina ya mbunge, diwani pamoja na msaikimea sasa kwenye kata ya Miembeni tuko kama timu mm -hmm. tunafanya haya ili wananchi wetu waweze kupata maendeleo. Nikiona changamoto, ninahakikisha tunakwenda kushirikiana kama viongozi kwenda kuleta maendeleo kwenye kata ya Miembeni. Yako mambo yanafanyika, eh, wako baadhi ya madiwani wanasema, mheshimiwa diwani, kazi yako ni kufanya lobbying. Yeah. Na ni lobbying ndio taratibu wa nje ya kikao yeah. yani, wakuta mmefanya hivi kwenye kikao na nini, fedha zimetengwa kabla ya kupangiwa matumizi yeah. Unakwenda sehemu husika, unawaambia jamani, kule miembeni wananchi wanashida hii na hii yeah. unachukua uh, wataalamu yeah, unawapeleka eneo husika, wanakwenda kuona eneo husika na changamoto za wananchi, na mwisho wa siku wanafanya makubwa kupitia fedha ambazo zinaletwa na mama yetu Samia Suluhu Hassan kwenye kwenye jimbo letu la Moshi mjini na mkoa wa Kilimanjaro. Yes, excuse.